Watu wa Muhoro, kama mnatafuta laana ya Mungu, basi mwacheni Mchengerwa. Unajua kwa nini nasema haya? Mwenyezi Mungu siku zote anapotaka kuuokoa umma huwa anamleta kiongozi na anambarikia mafanikio, na ili kuishukuru neema ya Mwenyezi Mungu ni wewe kuungana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekupa sisi wengine iliyojulikana Mchengerwa, tukigombea nafasi ya ubunge Rufiji, lakini tulikuwa hatugombei ubunge kwa sababu tunataka tu ubunge. Tulikuwa tunagombea ubunge kwa sababu tunataka kuibadilisha rufiji yetu, Rufiji ambayo moja kati ya wilaya za mkoloni iliyokuwa ndani ya wakati wa mkoloni lakini mpaka ulipokuja vya magini ilikuwa moja ya wilaya duni kupita maelezo no madhari. Mwenyezi Mungu amejalia, baada ya mitukio yote hayo, ametuletea kijana ambaye anatekeleza wajibu wake na kuibadili Rufiji kwa namna ambayo tulitamani kuiona. Hakuna sababu ya mtu yoyote wa Rufiji kuchukua fomu eti anataka ubunge mm, mtakuwa na matatizo mm, mm. Naomba niwaambie ndugu zangu wa Rufiji, ndugu zangu mnaopatikana Muhoro, naomba niwaambie kanuni ya mtu mwenye akili ni yule ambaye anahitaji nini na anakifanyiaje kazi. Wana Rufiji wakati tulionao sio wa kumpiga vita Mchengerwa, watatu tulio nao ni wa kumuunga mkono Mchengerwa. Mimi nitamshangaa.